Felix alizaliwa akiwa wa pili kati ya watoto wanne katika familia ya hali ya chini kule Tabata Segerea jijini Dar es Salaam. Baba yake alikuwa ya fundi viatu anayefanyia kazi pembezoni mwa barabara huku mama yake akiwa ya anauza maandazi na chapati za asubuhi kwenye kibanda cha nyasi kilichoegemea kwenye ukuta wa duka la jirani. Maisha yalikuwa magumu. Wakati watoto wenzake wanavaa viatu vya shule, Felix alikuwa anatumia masandali ya plastiki yaliyokatika na kufungwa kwa waya. Chakula cha mchana kilikuwa ni bahati na pesa ya vitabu au daftari ilikuwa kitu cha kuombea kila mwisho wa mwezi. Lakini pamoja na hayo, Felex alikuwa na roho ya uvumilivu na moyo wa kupambana. Alikuwa mwerevu darasani, akiongoza kila mara bila msaada wowote wa tuition, na kila likizo, badala ya kwenda kutembea kwa ndugu, alikuwa anaenda Kariakoo kuuza vocha, miswaki au hata maji ya baridi kwenye foleni za daladala. Moyo wa kujituma ulimfanya aheshimiwe hata na watu wakubwa. Lakini moyo wake wa ndani ulivunjika. Alipofika kidato cha nne, alimpenda sana binti mmoja aitwaye Dorin. Binti huyo alikuwa mrembo, mnyenyekevu na kila kijana shuleni alitamani kuwa naye. Felix hakuwa na uwezo wa kumpeleka chips kuku wala kumnunulia zawadi, lakini alimpenda kwa dhati. Aliandika barua ndefu ya mapenzi, akaisoma mara nyingi kabla ya kuipatia. Lakini Dorin alimcheka, alimwambia maneno yaliyomchoma moyo Felix: Wewe huna hadhi hata ya kuniangalia, Angalia sura yako, viatu vyako, halafu uniambie unampenda nani? Maneno hayo yaliingia moyoni kama sindano ya sumu. Felex aliumia lakini hakulia mbele ya watu. Alijua hawezi kumbadilisha Dorin, lakini aliahidi moyoni mwake, siku moja nitakuwa mtu mkubwa, nitavaa vizuri kuliko hao unaowakimbilia, na nitakuwa tajiri kiasi kwamba hutathubutu kuniita kwa jina, utaniita boss. Huo ndo ulikuwa mwanzo wa safari ya kisasi cha kimya, kisasi cha mafanikio. Felex alianza kujifunza biashara kidogo kidogo. Alianza kwa kuuza vocha, baadaye simu, kisha alitafuta mkopo mdogo akafungua kibanda cha vifaa vya umeme Kariakoo. Alikuwa hafanyi biashara kwa lengo la kupata pesa tu, alifanya kwa uchungu wa kutaka kuthibitisha thamani yake. Alilala kidogo, hakutembea hovyo, na alianza kujenga mtandao wa wateja waliomwamini. Kila faida aliyopata aliwekeza tena. Hakuwa na rafiki wa karibu hakuwa na mapenzi tena. Roho yake ilijaa kazi na tamaa ya kulipiza kisasi kwa ulimwengu uliomkataa. Miaka mitatu tu baadaye Felix alikuwa tayari anamiliki duka la vifaa vya kielektroniki lenye jina Kariakoo. Alikuwa anaagiza mzigo mwenyewe kutoka Dubai na alianza kuonekana maeneo ya kifahari akiwa kwenye gari aina ya Crown Majesta alilolinunua kwa hela taslimu. Lakini mafanikio haya hayakuleta faraja aliyokuwa anaitafuta. Badala yake, moyo wake ulizidi kuwa mkali na mwenye kiukiu ya kuonekana kiu ya kulipiza visasi. Na hapo ndipo tabia yake ilipoanza kubadilika. Sasa Felex hakuwa tena kijana wa vocha na miswaki, alikuwa bosi wa maduka matatu makubwa Kariakoo, mmiliki wa magari mawili ya kifahari, na akaunti yake ya benki ilikuwa na pesa za kutosha kumfanya awe huru kwa miaka mingi bila hata kufanya kazi. Lakini pamoja na mafanikio hayo yote, moyo wa Felex haukupata amani. Kila alipopita katika barabara za zamani, kila alipoona kibanda cha mama anayeuza maandazi au kijana anayeuza maji ya baridi alikumbuka maisha yake ya nyuma. Badala ya kuonea huruma, alianza kujiona kama mtu bora zaidi kuliko wengine. Alijiona kama aliyeshinda vita ya maisha na sasa anastahili kuishi kama mfalme. Felex alianza kukata uhusiano na watu wa zamani, alihama kutoka Tabata na kwenda kuishi Masaki. Hakuamini tena katika mapenzi, alimwamini pesa. Kila mwanamke aliyemvutia alimtaka kwa njia ya pesa, zawadi, safari, chakula cha bei ghali na malazi ya kifahari. Alianza kupata ladha ya kila kitu kilichohusiana na raha. Klabu za usiku zikawa nyumba ya pili, pombe za bei mbaya ziliagizwa kwa heshima yake. Marafiki walimuita mbabe wa Kariakoo, wengine walimuita bosi wa mabosi, lakini ni ndani ya moyo wake mwenyewe kulikuwa na utupu. Hakuwahi kumsahau Dorin, yule binti aliyemkataa kwa dharau. Alitamani kumuona hata kwa sekunde ili amwonyeshe alichokuwa amekuwa. Na kama bahati, siku moja walikutana. Ilikuwa kwenye hafla ya harusi ya mfanyabiashara maarufu iliyofanyika Serena Hotel. Felix aliingia kwa muonekano wa kifalme, akiwa amevalia suti ya Armani, akiwa ameongozana na mwanamke mrembo wa kizungu. Aliposimama kuchukua kinywaji, macho yake yakakutana na ya Doreen. Doreen sasa hakuwa yule binti wa shule. Alikuwa amekomaa, lakini sura yake ilikuwa imechoka, nguo zake hazikuwa na hadhi ya hafla ile, na alionekana kupwaya mbele ya mwangaza wa watu wenye fedha. Macho yake yalieleza kila kitu. Alikuwa ameona aliyemkataa sasa ni Mungu wa pesa. Felix alitabasamu tu, hakusema neno, lakini moyo wake ulichochewa zaidi. Akiwa anakunywa waini yake, alijisemea, kama huyu alinidharau, kuna mamilioni kama yeye wataniabudu. Nitawapitia wote, mmoja baada ya mwingine. Na hapo ndipo Felix alipogeuka kuwa mtu mpya. Sasa hakuwa tena kijana mwenye kiu ya mafanikio tu aligeuka kuwa mwanamume mwenye njaa ya kuonja kila mwanamke mzuri, kuishi maisha ya kuabudiwa na kuonja kila aina ya starehe. Alianzisha uhusiano na wanawake wengi, wengi walimpenda kwa pesa, lakini alifurahia hilo. Alikuwa tayari kununua mapenzi, muda, hata tabasamu. Kila mwanamke aliyekuwa gumzo mjini, Felex alikuwa na uwezo wa kumfanya wake, angalau kwa usiku mmoja. Lakini hakuwa anajua kuwa mmoja wao alikuwa tofauti. Mwanamke mmoja tu kati yao wote alikuwa na nguvu za giza zisizoelezeka, mwanamke ambaye hakuja kwa ajili ya pesa, alikuja kumaliza kabisa kile kilichosalia kwa Felixi. Usiku mmoja wa Ijumaa, kama ilivyo desturi yake, Felix aliingia kwenye klabu mpya ya kifahari iliyozinduliwa Mikocheni, The Velvet Lounge. Kulikuwa na mwanga wa kifahari, mziki wa kisasa, harufu ya pesa na manukato ya bei ghali, lakini usiku huo haukuwa wa kawaida. Kulikuwa na mwanamke mmoja aliyekuwa kivutio cha kila jicho, mwenye sura ya upole lakini yenye mafumbo, macho ya kijani yaliyong'aa kama samawati usiku, na mavazi ya hariri ya kimya yaliyomvaa kama kivuli. Jina lake lilikuwa Sabrina. Felex, aliyekuwa mtaalamu wa kuvuta wanawake, alijaribu mbinu zake zote, lakini Sabrina hakuwa kama wengine. Hakuwa na haraka ya kuzungumza, hakutabasamu kama wanawake wengine. Alimtazama tu kwa muda mrefu, kisha akamwambia kwa sauti ya chini "Felex, sihitaji kujua jina lako, tayari nalijua." Felex alishangaa, tumewahi kuonana? Sabrina alitabasamu kidogo tu akasema, hapana, lakini muda wangu umekufikia. Maneno hayo yalimchanganya, lakini mvuto wa mwanamke huyo ulimzidi. Alimuomba wakutane tena, na bila kawaida ya wake wengine, Sabrina hakutaka kwenda kula wala kununuliwa chochote Alikubali kukutana naye kesho yake, lakini alisisitiza wakutane eneo la ufukwe wa Kigamboni usiku wa manane. Felex, akiwa na hamu na tamaa ya ajabu, alikubali. Usiku huo walikaa pwani kwenye mwanga hafifu wa mwezi. Sabrina alikuwa na tabia ya ajabu, aliuliza maswali ya ndani sana kuhusu maisha ya Felex, ndoto zake, maumivu aliyopitia, na sababu hasa ya kuishi maisha yake ya sasa. Kila jibu alilotoa, Sabrina alitabasamu tu, kana kwamba alikuwa akithibitisha kitu Mwishowe alimwambia umechoka, lakini hujui. Umeishi kwa kulipiza kisasi, sasa utalipia. Baada ya usiku huo mambo yalianza kubadilika kwa kasi ya ajabu. Biashara ya Felex ilianza kuyumba, mizigo aliyokuwa ameagiza kutoka Dubai ilipotea bandarini, gari lake la kifahari lilipata ajali ya ajabu, lilichoma moto bila sababu. Marafiki wake wa karibu waligeuka na kuanza kumsema vibaya, aliingiwa na madeni bila kujua ni lini yalizaliwa. Lakini yote haya yalianza baada ya kukutana na Sabrina. Felix alipojaribu kumpigia namba yake haikupatikana. Aliporudi The Velvet Lounge, hakuna mtu aliyewahi kumsikia au kumuona mwanamke aitwaye Sabrina. Alipoenda Kigamboni tena, alipoketi pale walipokaa, alikuta herufi tatu zimechongwa kwenye mwamba SHF. Alipojaribu kuulizia, mvuvi alimwambia kwa sauti ya chini, kama umekutana na Sabrina, kaa tayari, yeye si mwanamke wa kawaida, ni mkosi unaotembea kwa miguu ya binadamu. Felex alicheka kwa dharau, lakini siku zilivyopita, mali zilipotea, akaunti zilifungwa, nyumba alipanga ikauzwa na mwenyewe akamtoa, gari lake la mwisho likataifishwa na TRA, wateja wake wakuu walihama bila sababu. Na hapo ndipo alipoanza kuamini alimkumbatia mwanamke wa mikosi. Felex alijikuta anakaa kwenye chumba kidogo cha kupanga kigogo chenye dari inayovuja na sakafu ya udongo. Siku moja tu alikuwa kwenye penthouse ya Masaki akinywa champagne ya milioni, leo anakunywa maji ya bomba kwenye kikombe cha plastiki. Dunia ilikuwa imemgeuka kwa kasi ya ajabu, na kila usiku aliuliza moyo wake nini kilitokea? Lakini jibu lilikuwa moja tu Sabrina. Alihangaika kumtafuta. Alijaribu hata kwenda kwa waganga wa kienyeji, akawa anajificha usiku akivuka mitaa ya Uswahilini akiwa na kofia kubwa, akiingia ndani ya vibanda vya miti kutafuta msaada. Waganga wengi walimwambia mambo yale yale. Uliingia mkataba wa giza bila kujua ulimkaribisha mtu ambaye hakuwa wa kawaida. Siku moja mzee mmoja wa Kizaramo alimwambia kwa sauti ya kina, Felix ulilamba asali ya mauti. Huyo mwanamke ni roho ya kisasi, alishatumiwa miaka mingi iliyopita kuangamiza wanaume wenye kiburi na tamaa. Ungejua ungemkwepa. Kwa muda, Felix alijifungia, hakutaka kutoka nje hakutaka kuonana na watu. Wakati mwingine alitembea Kariakoo akiwa na suruali ya kawaida na tisheti ya mitumba akisikia sauti za watu wakinong'ona, huyu si Felex yule bosi wa mabosi eh? Kumbe pesa haimdanganyi mtu. Lakini maumivu hayakuishia hapo. Wanawake wote aliowahi kuwajali walimtupa, hakuna aliyekuja kumwona, wengi walienda kwa watu wengine waliokuwa nao pesa. Marafiki zake wa karibu walimsahau kabisa. Hata ndugu walimchoka, hawakuweza tena kubeba aibu ya jina lake. Simu yake haikupigiwa tena na watu maarufu, bali madeni. Felex akageuka mtu wa giza, akiamka asubuhi hakujua hata lengo la siku hiyo. Aliishi kwa mikate ya shilingi mia tano na maji ya dukani. Alianza kupata ndoto mbaya, ndoto za Sabrina akimcheka, akisema maneno yale yale kila usiku, ulipenda sana kufurahisha wanawake, sasa utajifunza kuwa pekee. Alijaribu kujiua mara ya kwanza, alikunywa dawa nyingi za usingizi, lakini jirani alimkuta mapema. Mara ya pili alijaribu kujitupa darajani lakini alikamatwa na mlinzi mmoja kabla hajafanya hivyo. Na hapo ndipo alipoamua kurudi alipoanzia. Siku moja alivaa fulana nyeupe isiyooshwa vizuri, suruali ya zamani aliyokuwa anauzia vocha miaka mingi iliyopita na alirudi Tabata. Aliketi karibu na kibanda cha viatu alichokuwa anamsaidia baba yake zamani. Akiwa hapo, kijana mmoja mdogo alipita akauza maji ya baridi kwa sauti ya nguvu. Felix alimtazama kwa muda mrefu, kisha akasema kwa sauti ya chini, "Nimezunguka dunia lakini hapa ndipo nilipaswa kubaki." Miaka miwili ilipita tangu Felix aanguke kutoka kwenye utukufu hadi kwenye mavumbi. Alizoea maisha ya tabu na sasa alikuwa anasaidia kuchoma mahindi kwenye kibanda kidogo Tabata. Hakuwa na marafiki, hakuwa na familia karibu, na jina lake lilifutika kabisa kwenye mitandao ya kijamii, magazeti ya biashara na mdomoni mwa watu. Siku moja alipokuwa akikata makapi ya mahindi, msichana mmoja mdogo wa miaka kumi na tatu alifika pale kununua mahindi. Alikuwa na macho yenye upole kama alivyozoea kuyaona kwa mama yake zamani. Alipochukua mahindi, alishukuru kwa heshima, kisha akasema, babu yangu aliniambia pesa ni nzuri, ila ukianza kuipenda kuliko utu wako, itakutupa chini. Maneno hayo rahisi lakini yenye uzito yalimchoma Felix moyoni kama mshale wa moto. Hakujibu, alitabasamu tu, kisha alitazama mbali, huku upepo ukivuma taratibu kama vile unafuta mawimbi ya historia yake. Usiku huo, kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, Felix aliingia kanisani karibu na mtaa wao. Alikaa nyuma kabisa, akamwangalia mchungaji kijana aliyekuwa anahubiri juu ya kutubu, kuanza upya na msamaha wa kweli. Felix hakulia mbele ya watu, alilia ndani yake. Na usiku huo aliporudi chumbani kwake, aliandika ujumbe kwa mkono wake, barua ya mwisho yote kwa yeyote ambaye angewahi kuisoma. Iliandikwa kwa maandishi ya mtu aliyechoka, lakini aliyepata mwanga wa mwisho kabla ya kuzama. Mimi ni Felix, niliwahi kuwa tajiri, niliwahi kuabudiwa na wanawake, nilicheka na pesa kama mfalme. Nilipoteza yote kwa sababu sikujua kiasi. Nilitafuta furaha katika ngono, katika visasi na katika kuabudiwa. Nilisahau msingi wa maisha: kutulia, kuthamini upendo wa kweli na kuheshimu chanzo cha baraka. Leo nimepata amani, si kwa sababu nimepata pesa tena, bali kwa sababu nimejifunza kuwa thamani ya mtu haiko kwenye kile anachomiliki, bali kwenye jinsi anavyowagusa wengine. Kama kuna mtu atasoma barua hii, jifunze kwangu, usikimbilie kile kinachong'aa. Maisha ni zawadi, usiyaharibu kwa tamaa. Asubuhi ilipofika, mwili wa Felex ulikutwa juu ya mkeka wake akiwa amelala kwa utulivu usio na maumivu. Hakukuwa na damu, hakukuwa na sumu, lakini moyo wake ulikuwa umesimama, kama vile ulitamani tu kupumzika na kuachana na dunia hii. Jioni yake, watu wachache waliokuja kumzika walikuwa watoto wa mtaa, wanawake waliokuwa wanamletea uji na mzee mmoja aliyekuwa mlinzi wa zamani wa benki aliyowahi kumiliki. Hakuna magari ya kifahari, hakuna majeneza ya bei, hakuna muziki wa tarumbeta. Alizikwa kama mtoto mdogo aliyefariki kabla ya kufikisha siku 40. Huo ndio ulikuwa mwisho wa Felex aliyekuwa mfanyabiashara mkubwa na tajiri, lakini leo dunia imebaki na kumbukumbu ya kaburi, lakini vingine vyote vimesahaulika.